Uh, urembo kupitiliza kwa sababu kuna hili swala la urembo, uh, kwa mfano kama mtu alitolea mfano pale mtoto, mimi nashauri kwa watoto wasiwaweke ile sui marasta, wakawafunga mpaka mpaka, kuna historia Tabora mtoto amefariki kwa sababu tu ya urembo. Urembo inatakiwa kiasi. Lakini sasa tukirudi kwetu, kwa maana mabainisho yetu, kuna ugonjwa ambao unaitwa bipolar, ambao ule bipolar sio amependa, anajikuta anapenda kujiremba. Sio kwamba amependa, ni ugonjwa unampelekea anajipamba kila siku kupita kiasi, lakini hawa watu wanafanya kazi sana, hawa watu wanajiamini. Kwa hiyo kuna utofauti, ila cha msingi tujirembe kulingana na imani zetu zinavyoruhusu na kwa kiasi, kwa sababu tukisema kwamba swala la kuweka, tunaona watu wanaweka vitu kichwani, zingine hata anaweza, kwa sababu nimevaa ushungi na nini, lakini sio wote wanaovaa ushungi kwamba hawaweki hivyo vitu, wameweka na wamevifunika lakini na wenyewe inategemea wameenda kwenye eneo gani la kuwekea huo urembo, kiasi kwamba wanakaza uh, nywele mpaka unamwona mtu um, kabisa analia. Hiyo so sio salama kiafya, inaweza kusababisha msongo wa mawazo kwa sababu ya urembo, kitu ambacho hakina maana. Sasa wale zile familia ambazo zinawafungia, na nashukuru na ndugu na, mtangazaji na ambacho tumepata uzoefu, bahati mbaya tu kwa sababu hawa watu hatuweza kuchukua matokeo na kuruhusu picha, lakini tungekuwa tumewaandaa wanaletwa wamefungwa minyororo na wanaleta tayari kwenye mikono hadi kwenye miguu yao, wanakuwa na zile alama kwamba waliwafungia ndani, eti asiweze kutoka kwenda kufanya vurugu, badala ya kumleta usaidizi hospitali kupata huduma, ama huyo mtu alipata huduma. Sasa na sisi tunasema kliniki ni kila mwezi, hawamleti, dawa zimeisha, hapati dawa, anaanza vurugu, anaona huyu ndio bora tumfungie kuliko kumleta hospitali. Kumbe angemleta hospitalini, madhara angekuwa ni madogo zaidi. Mimi niombe jamii Hospitali yetu ya mkoa ina eneo kubwa sana, kwa maana ya matibabu ya wanaume na sehemu ya matibabu ya wanawake, na wasiruhusu kuwafungia watu, waje wapa, waje wapate ushauri, na kama ikionekana ni mraibu wa da, tutakuja kuwapa ushauri waende wapi, kwa maana hizi soba house, kwa ajili ya kupata matibabu zaidi ili waweze kurudi katika maeneo yao ya kazi.